Jeshi la Ulinzi la Israel lilifanya mashambulizi makubwa ya anga Alhamisi Novemba 6 mwaka 2025 dhidi ya miundombinu na maghala ya silaha yanayodaiwa kuwa mali ya kikosi maalum cha Hezbollah katika ukanda wa kusini mwa Lebanon. Lengo la operesheni hiyo, kulingana na taarifa za IDF, lilikuwa ni kuharibu uwezo wa kijeshi wa kundi hilo na kuzuia ujenzi mpya wa miundombinu ya kivita ndani ya maeneo ya raia. Israel ilisema ilitumia ujasusi wa anga, nyenzo za usahihi na tahadhari kabla ya operesheni, ikiwa ni pamoja na amri za uhamisho kwa wakazi, ili kupunguza madhara kwa raia, kwani maghala yaliyokuwa yamejificha ndani ya makazi yalitajwa kama ushahidi wa matumizi ya raia kama ngao za binadamu. Wizara ya afya ya Lebanon ilitangaza vifo na majeruhi, ikisema kuwa mtu mmoja aliuawa katika mashambulizi mapema siku hiyo na mwingine alijeruhiwa katika bomu la alasiri. Serikali ya kitaifa ya Lebanon na viongozi wake walilaani vikali mashambulizi hayo. Rais Joseph Aoun aliandika kwenye mtandao wa X kuwa hatua za Israel ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na uovu wa kisiasa. Serikali ilibainisha kuwa licha ya msimamo wa Lebanon wa kuwa wazi kwa mazungumzo, vitendo vya kivita vya Israel vinachangia mzozo wa kidiplomasia. Kwa upande mwingine, IDF ilisisitiza kwamba kuwepo kwa maghala hayo ndani ya makazi ya raia ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyowekwa Novemba mwaka jana, na hivyo kuipa Israel haki ya kujibu vitisho vya moja kwa moja vikosi vya Israel vimeonya kwamba mashambulizi ya Alhamisi ya yalikuwa ni kionjo cha uwezo wa kuanza kwa operesheni kubwa zaidi dhidi ya Hezbollah iwapo jeshi la Lebanon halitatekeleza zabuni ya kuondoa silaha za kundi hilo. Afisa mmoja wa IDF alisema kwamba Israel, ikiungwa mkono na Marekani, inaweza kulenga malengo ya Hezbollah kote Lebanon ikijumuisha hata Beiruti endapo hatua zitakosekana. Wito huo ulileta presha kwa serikali ya Beiruti, huku Israel ikidai kuwa tayari imewasilisha ushahidi wa jaribio la kuimarisha upya nguvu za Hezbollah kwa Marekani na Ufaransa, washirika katika jopo la ufuatiliaji la kusitisha mapigano. Matokeo ya kisiasa yanaendelea kuibua mizozo. Tahadhari za uokoaji zilikuwa sambamba na vikosi vya serikali ya Lebanon vilivyomhoji kamanda wa jeshi kuhusu jitihada za kukamata maghala ya silaha kusini mwa nchi hiyo, wakati jumuiya ya kimataifa hasa Marekani na Ufaransa ilibaki sehemu muhimu ya mfumo wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano. Mzozo huu unaonyesha hatari ya mzozo ulioenea na uwezekano wa msukosuko wa kikanda ikiwa pande husika hazitafikia suluhu ya kuondoa silaha na kuimarisha usalama.